Naona kwamba Dr. Hussein Ali Mwinyi amekwenda Qatar kule, ameomba sadaka wamemkubali hawa wameleta na wewe mheshimiwa, ambaye unamsaidia mheshimiwa, unamwambia mimi mheshimiwa na kuunga mkono na kwenda kuwapa wale wanyonge. Hii ndio siasa mheshimiwa ambayo iliyotukuka, endeleeni na Mwenyezi Mungu atakusaidieni. Mheshimiwa, ungekuwa sikusema hayo nadhani yale maneno ya mheshimiwa mkuu wa mkoa ningekufa kinywa wazi. Kwa hivyo nilisema kwamba ni yaseme hayo ili kila mmoja aweze kuyafahamu. Kwa hivyo mheshimiwa endeleeni kufanya kazi kwa pamoja, hiyo mtatujengea utulivu, utulivu ambao sisi mlio tuweka huku ngazi za chini kuweza kuonesha kwamba taifa letu keshokutwa, mwaka 2025, tunakwenda katika uchaguzi, tunakwenda uchaguzi wa salama na amani, na wananchi wanaendelea na maisha yao kama kawaida. Huu ni wajibu wetu wa kikatiba, ni wajibu wa kikatiba wa serikali, ni wajibu wa kikatiba wa, wa, wetu sote eh, kuwasaidia huwatunza na kushirikiana na watu ambao wana mahitaji maalum. Kwa hivyo mnapoona tunayafanya haya, msione kwamba labda tunafanya kama ni ah, huu ni wajibu wetu na si, tusipoutimiza tunawajibika na tuna haki ya kuulizwa Eyo, na, kwa nini hatutimizi wajibu huu? Kwa hiyo na mnapoona kwamba serikali kwa kutambua wajibu huu ndio maana Eh, baraza la watu wenye ulemavu na shughuli zao zote zimewekwa chini ya ofisi ya makamu wa kwanza wa rais, hazikuwekwa katika eh, labda wizara tu yoyote. Alisema hapa mheshimiwa mkuu wa wilaya kwamba huku tunakokwenda tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu, na uchaguzi mkuu sote tuombe upite kwa salama. Sasa ni ajabu na ni jambo la kusikitisha kwamba uchaguzi mkuu nao pia umekuwa ni sababu ya kuongeza idadi ya watu wenye ulemavu. Uchaguzi mkuu uliopita wa ishirini ishirini, kwa hesabu zetu sisi tathmini na tulionayo iliongeza takriban watu ishirini na sita wenye ulemavu wa kudumu ambao hapakuwa na sababu hata kidogo. Kwa hivyo huu nitoe wito mimi kwa sote tunaohusika, sote tunaohusika, kwa sababu wengi katika hawa ambao walipata haya ulemavu wa kudumu kwa sababu ya uchaguzi mkuu wa ishirini ishirini, wengi wao hawakuwa wanasiasa, walikuwa na watu wala hawakushiriki kwenye shughuli za siasa. Wengine walikuwa majumbani mwao, wengine walikuwa kwenye shughuli zao za kawaida. Kwa hivyo ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba tuna tunalipitisha zoezi hili ambalo lipaswa liwe ni baraka kwa nchi yetu, kwa sababu ni zoezi la kutafutana nani ana uwezo zaidi wa kutusimamia mambo yetu. Lisiwe ni sababu ya vurugu, libaki kwamba ni jambo la baraka, libaki kuwa ni jambo la ustaarabu. Kwa hivyo, na mimi naungana nanyi kwamba kila mmoja kwa nafasi yake achukue juhudi hizi katika kuhakikisha kwamba tunaliendea jambo hili na tunalimaliza kwa usalama.